Kupitia hiyo ajali tuliweza kupokea maiti moja, maiti moja ambayo alifariki njiani wakiwaleta huko hospitali lakini maiti zingine nane ambazo zimeletwa, kati ya hizo maiti ambazo jumla ni tisa a, zimetambulika nne. Tuweza kupokea majeruhi wapatao 44, kati ya hao watu wazima ni 37 na watoto ni saba. Kwa upande wa wao watu wazima wanaume ni 19 wanawake ni 18 na kwa upande wa watoto hao saba wanaume ni wawili wanawake ni watano. Kwa hiyo mpaka saa hizi wagonjwa wanaendelea kupata huduma katika maeneo mbalimbali, wengine wanapata vipimo, wengine wameshaanza matibabu na hali zao zinaendelea vizuri. Mpaka sasa, Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro linamtafuta dereva wa gari aina ya Scania yenye namba za usajili T 406 CZS na tera lake namba T 804 BUB likiwa na ambalo lilikuwa limebeba shehena ya sukari ikiendeshwa na dereva ambaye ametoroka baada ya kusababisha ajali uh, iliyopelekea vifo vya watu tisa. Na ajali hiyo imetokea Juni 12, uh, mwaka huu 25, muda wa alfajiri huko katika eneo la Merera Kibaoni, kata ya Merera, wilaya ya Mvomero, mkoani Morogoro, kwenye barabara kuu ya Iringa Morogoro, ambapo gari yenye namba za usajili T523 EKM hii ni aina ya higa basi likiendeshwa na dereva anaitwa Husseini Mohamed Mkwizu mwenye umri wa miaka 59, mkazi wa Dar es Salaam, ambaye amefariki kwenye ajali hiyo, likitokea mkoani Mbeya kwenda mkoani Dar es Salaam, iligongwa na roli la mizigo lenye namba za usajili T 406 CZDS na tere lake namba T 804 BUB, aina ya Scania. Nilikuwa natoka Morogoro naenda Mikumi, tukapanda fuso nikiwa na babangu mzazi, lakini kufika maeneo ya Lugono yani nilichokiona mimi ni kwamba kuna basi ilikuwa inakuja mbele yetu, lile basi ilikuwa lina overtake. Kwa hiyo lilipokuwa lina overtake, likaja likapushi gari tulikuwa limepanda sisi, ilikuwa limepakia limebeba sukari lilenanila sukari likadondoka. Lilivyodondoka, gari yetu likakosa mwelekeo, likapaa likatupukia darajani. Baada ya pale, nilichokishuhudia ni, ni dereva anakimbia. Nilikuwa nimepitiwa na usingizi kidogo, ndio maana nasikia kishindo, nasikia kelele za watu kwa ah, kweli ni ajali kwa mbaya sana kwa hiyo kati vile viti vilikuwa vimekusanyika vingi tu kwa pamoja, kwao hata kutoka ilikuwa shida, lakini bahati nzuri kwa sababu wengi tulikuwa tumefunga mikanda ah, e, hatukuumia kivile, kwa wale ambao umefunga mikanda. Kwa ujumla, kweli nasikitishwa na tukio lililotokea hapa la ajali, nisikitiko kubwa sana kwenye kijiji changu, na pia nilikuwa naomba kama kuna uwezekano hawa watu atanlodi, mama Samia naye kama atanisikia hii eneo ni hatarishi kubwa sana yani, sababu hapa kila msimu kila mwaka hapa tukio lazima litokee. Hii ni kona kali sana, na kona inazungumziwa sana, ina watu na madereva wengi yani, inazungumziwa sana hii kona hapa. Kama kuna uwezekano hii barabara maake ingetanuliwa ziwe njia tatu kidogo, kutakwepo kuna unafuu.